shalom kwako mwana na urithi wa mungu baba katika kristo yesu kipindi ni Singing In the Spirit kipindi ambacho kinakufunulia uzuri wa roho mtakatifu na karama zake karibu tena mwana wa mungu katika kipindi hiki ambacho kinakujia kila siku ya ijumaa saa kumi na mbili na nusu asubuhi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. lengo lilikuwa ni kufunulia uzuri wa roho mtakatifu na karama zake karibu sana mwana wa Mungu, uendelee kufuatilia kipindi hiki cha Singing in the Spirit. Kwanza kabisa napenda sana kumshukuru Mungu Baba kwa ajili ya uaminifu wake katika kipindi hiki cha mwaka mmoja. Hakika Mungu Baba amekuwa mwaminifu sana kwetu. Tumeuona uaminifu wa Mungu Baba katika maisha yetu. Tumeuona uaminifu wa Mungu Baba katika familia nzima ya Singing in the Spirit. Kama neno la Bwana ambalo linatoka katika kitabu cha Zaburi sura 92 mstari wa kwanza na wa pili unasema ni neno jema kumshukuru Bwana, na kuliimbia jina lako, Ee uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi, na uaminifu wako wakati wa usiku. Hakika kama ambavyo wana wa Mungu tumejifunza katika vipindi vilivyopita katika mfululizo wa, wa, wa, wa, wa, wa kipindi hiki cha Singing in the Spirit kwamba sisi wana wa Mungu ndani ya ufahamu wa Mungu shukrani, moyo wa shukrani ni maisha yetu ya kila siku. Ndio maana anasema ni neno jema kumshukuru Bwana, kuliimbia jina la Bwana asubuhi hata usiku. Sisi ni neno jema kwetu kumshukuru Bwana, nasi tunamshukuru sana Mungu Baba kwa uaminifu wake katika kipindi hiki cha mwaka mmoja, ambapo Bwana amekuwa mwaminifu sana kwetu na tumeuona uaminifu wa Mungu Baba katika maisha yetu, na kwa sababu hiyo basi sisi tuna shuhuda na ushuhuda wa Mungu Baba. Na tunapenda kumshukuru na kumshuhudia Mungu Baba mbele zako, mwana wa Mungu ambao unanitazama, pengine ni mara yako ya kwanza, basi kaa tayari kwa ajili ya kusikiliza meza ya ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo ambazo ametenda ndani ya familia ya wana wa Mungu katika ufalme wa Mungu kupitia kipindi hiki cha Singing in the Spirit. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu Baba kwamba wana wamezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu. Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu, kama ambavyo wewe ulikuwa ni mfuatiliaji wa kipindi hiki umeona kabisa, wana wa Mungu tulikuwa tukiongoza sala ya wokovu mahali hapa, ili wana wa Mungu wakapate kuupokea wokovu na watu wakazidi kuzaliwa ndani ya ufalme wa Mungu. Hakika hii imekuwa halisi na tunaizidi kuona, wana wa Mungu wamezaliwa ndani ndani ya ufalme wa Mungu kupitia kipindi hiki cha Singing in the Spirit. Hakika tunamshukuru sana Mungu Baba, kwani neema ya wokovu imefunuliwa kwa watu wote, kama kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 11 kinavyosema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Hakika hii ni neema ya Mungu Baba, imefunuliwa kwako pia, wewe mwana wa Mungu ambaye unanitazama na, na imefunuliwa kwa watu wote kwa kupitia kipindi cha Singing In The Spirit. Wana wa Mungu wamezaliwa na wameupokea wokovu na Yesu Kristo amekuwa ni Bwana na mwokozi wa maisha yao. Huo ndio ushuhuda mkuu na wa kwanza ndani ya ufalme wa Mungu, wana kuzaliwa, kwani ndiyo sababu ya kazi kamilifu ya msalabani ya Yesu Kristo aliyoifanya ili kusudi mimi na wewe tuzaliwe ndani ya ufalme wa Mungu, na sisi tuwe wana, kama ambavyo tunajua kwamba sisi tuliozaliwa ndani ya ufalme wa Mungu ni wana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu, ambao tumezaliwa si kwa mapenzi ya mtu, wala sio kwa mapenzi ya mwanadamu yote yule, bali ni kwa mapenzi ya Mungu. Hakika mapenzi ya Mungu yametimizwa, nasi tunazidi kumshangilia Bwana kwa ajili ya uaminifu wake. Lakini pia sambamba na hilo, tumeshuhudia wana wa Mungu Baba wakipokea uzima na uponyaji katika afya zao. Bwana amezidi kuwa mwaminifu sana kwani tunajua kwamba kila mahali palipo panapohubiriwa injili ya Yesu Kristo yenye roho, uweza, nguvu na mamlaka, mahali hapo pana ishara, maajabu, miujiza, matendo makuu ya Mungu. Hakika kama ilivyo katika kipindi cha Singing In The Spirit, mahali hapa tunahubiri injili ya Yesu Kristo yenye uwezo, mamlaka, nguvu na Roho Mtakatifu, nasi tumeshuhudia ishara, maajabu na miujiza ikitendeka katika familia hii na kupitia kipindi hiki cha Singing In The Spirit, kwani kuna wana wa Mungu ambao wamepokea uzima kwenye afya zao na kurejeshewa afya zao. Tunazidi kumshukuru Bwana kwa neno la Mungu. Ni roho tena ni, ni ni ni roho ni, ni roho tena ni maisha ndani yetu. It is spirit and life. Kwa wana wa Mungu ambao wamesikiliza neno la Mungu kupitia kipindi hiki cha Singing In The Spirit, basi wamepokea afya njema, kama tumepokea pia ushuhuda kutoka kwa mwana wana wa Mungu mmoja ambaye alikuwa na tatizo la moyo. Huyu alihangaika sana, akaenda hospitali na hospitali, lakini baada ya kuwa amekutana na sisi, amepokea uzima wa tena wa tena. Mwana wa Mungu huyo huyo, huyo aliupokea wokovu na akapokea na uponyaji hapo hapo wa moyo moyo wake amerejeshewa moyo mpya. Mungu Baba amekuwa mwaminifu sana a, kwa huyo mwana wa Mungu na anaendelea vizuri na maisha akimshukuru na kumshangilia Mungu Baba, kwani amemweka amemuweka huru mbali na makandamizo yote ya mwovu bilisi na hofu na wasiwasi. Lakini pia kuna mwana wa Mungu mwingine ambaye ambaye naye ametuletea shuhuda zake mahali hapa. Ameshuhudia kwamba yeye alikuwa na vidonda vya tumbo ambavyo vilikuwa ni sugu sana, ameenda hospitali huku na huku, lakini baada ya kukutana na sisi, baada ya kuwa anaendelea kumshukuru Bwana na anaendelea kutazama na kujifunza kupitia kipindi hiki cha Singing the Spirit, basi amepokea uponyaji, amewekwa huru. Sasa hivi tumbo lake liko huru, anaweza kula na kuenjoy karama ya kula na kunywa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, endelea hizi habari kushare na mwana wa Mungu mwingine, kwani unapopokea ushuhuda wa mwana wa Mungu mmoja, unaweza ukauextend hata kwenye maisha yako. Huyo huyo Mungu ambaye amerejesha moyo, huyo huyo Mungu anaweza kurejesha biashara yako, huyo huyo Mungu anaweza kurejesha masomo yako, huyo huyo Mungu anaweza kurejesha ndoa yako, huyo huyo Mungu anaweza kurejesha huduma yako. So, as you listen to the testimony of the of Lord you extend it katika maisha yako ya kila siku, nasi tunazidi kumshukuru Mungu kwamba injili ya Yesu Kristo imehubiriwa mahali hapa, watu wamewekwa huru mbali na makandamizo na mateso yote ya mwovu ibilisi. Kama ambavyo tunaangalia katika kitabu cha cha cha Waibrania sura ya pili mstari wa nne neno la Bwana linasema kwamba Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na kwa magawanyo ya Roho Mtakatifu kama apendavyo mwenyewe. Mungu akishuhudu pamoja nasi kupitia Injili ambayo tumehubiri. Tumeona ishara ajabu, miujiza na matendo makuu ya Mungu yakitokea mahali hapa. Karibu pia na wewe mwana wa Mungu, ambao unanitazama na kunisikiliza, karibu kwa ushuhuda wako, kwa namna ambavyo Mungu amekuwa mwema kwako, kwa namna ambavyo Mungu ameendelea kukuhudumia mahali ulipo, endelea kutushirikisha hizo shuhuda zako kupitia pia namba za simu ambazo unaziona hapo kwenye screen, kwenye screen yako. Lakini pia wana wa Mungu, tunazidi kumshukuru kum, Mungu Baba katika familia hii ya Singing In The Spirit. Tumeona wana wa Mungu wakifurika katika utukufu wa Roho Mtakatifu na karama zake. Watu wameweza kunena kwa lugha mpya, watu, wana wa Mungu wameimba katika Roho, wana wa Mungu wameomba katika Roho, wana wa Mungu wametembea katika amani na furaha ya Roho Mtakatifu, mioyo yao imefurikwa, watu wametiwa nguvu kwa kupitia kutazama kipindi hiki. Wana wa Mungu wameshuhudia, wametumia shuhuda zao kwamba hakika wanatiwa nguvu wanapotazama kipindi hiki, wanazidi kufurika katika furaha, katika mito ya furaha na amani na shangwe kama ilivyo ndani ya ufalme wa Mungu kama neno Mungu linavyosema kutoka katika kitabu cha Warumi sura ya 14 mstari wa 17, neno la Bwana inasema kwamba maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika roho Mtakatifu. Wana wa Mungu wameishuhudia hii ndani ya maisha yao, hakika na mimi mwenyewe nimeishuhudia kwenye maisha yangu. Kwa hiyo tunazidi kumshukuru sana Mungu Baba kupitia Kipindi hiki cha Singing In The Spirit kwamba wana na familia Singing In The Spirit na wana wa Mungu wanaotutazama wamezidi kutendea katika mito ya furaha ya Roho Mtakatifu, wamepokea nguvu za Roho Mtakatifu, wamebatizwa katika Roho Mtakatifu, wamenena kwa lugha mpya, wanaimba na kuomba katika roho na wanazidi kumtukuza Bwana. Hakika mwokozi apewe sifa mahali hapa katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV. Hakika ni meza yako ya ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu sana mwana wa Mungu, ambaye unanitazama na una ushuhuda na kwa, kuna jambo ambalo Bwana amekutendea kwenye maisha yako kupitia kutazama kipindi hiki kupitia Injili ambayo tunaihubiri mahali hapa, mwana wa Mungu endelea kushare na mimi hizo shuhuda zako, endelea kushare na sisi wote familia nzima, tukazidi kunufaika kupitia matendo makuu ambayo Mungu Baba anatenda kwenye maisha yako. Basi tutumie ushuhuda wako kupitia namba za simu ambazo zimeambatana na video hii, lakini pia unaweza ukatufuatilia katika mitandao ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na mtandao wa TikTok. Endelea kuwasiliana na sisi huko kwa sababu Injili ya Yesu Kristo inahubiriwa mahali huko kote, kupitia kupitia hizo social media ambazo nimekutajia, tunakwenda kwa jina la Singing in the Spirit 24. Lakini pia unaweza ukatumia email kwa ajili ya mrejesho, kwa ajili ya ushuhuda wako, email inakwenda kwa jina la Singing in the Spirit 24. Karibu sana mwana wa Mungu, endelea kushare nasi ushuhuda wako, kwa sababu ushuhuda wako mmoja unaweza ukambadilisha mtu mwingine, ukawa umehubiri injili ya Yesu Kristo pamoja na sisi kwa njia ya ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo. Nakukaribisha sana mwana wa Mungu kuendelea kuungana pamoja nasi katika madhabahu hii ya Sonship Spirit TV kila siku ya Ijumaa saa 12:30 asubuhi tutakuwa live katika TV yako, tukishea tuki, tuki, tuki pamoja na wewe hizi habari njema za Yesu Kristo na kazi yake kamilifu ya msalabani, na wewe ukajawe we na ushuhuda na shuhuda za Bwana, kama ambavyo unaziona ninazisoma hapa, ushuhuda na shuhuda za Bwana wetu Yesu Kristo alizotenda kwenye maisha yetu. Kwa mwana wa Mungu, usiwe mchoyo, hizi ni habari njema. Hebu shea hii linki pamoja na marafiki zako kazini kwako nyumbani kwako, majirani zako, mtu wako wa karibu, ebu mtumie hii linki. Endelea kufuatilia katika social media zote, endelea kushare hizi habari njema ili zikawafikie watu wote. Lakini zaidi sana, next time ukiwa unatutazama kwenye TV yako hapo nyumbani, basi mkaribishe na mwenzako, ili wote tukazidi kunufaika na uaminifu wa Mungu Baba kwenye maisha yetu, tukazidi kulipokea hili neno la uzima, ambayo inatujia kila siku na tukazidi ku kukukua na kujengwa katika Kristo Yesu. Basi mimi nakufurahia sana, napenda tu kukwambia kwamba kwa habari njema ni kwamba Yesu Kristo anakupenda sana. Kwa hiyo endelea kuungana pamoja nasi katika kipindi kingine tena. Shalom.